Nam mtazamaji wa kipindi cha Maisha ni Nyumba, karibu sana katika kipindi chetu kwa siku hii ya leo, na leo kipindi hiki kinatokea hapa Dodoma ni katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambapo hapa Shirika la Nyumba la Taifa kupitia Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi inakuja kutoa semina kwa wabunge wa bunge hili kuhusiana na mipango na mikakati iliyonayo shirika katika shughuli zake mbalimbali. Tutakwenda kushuhudia baadhi ya wabunge wakitoa maoni yao mara baada ya kupata ile semina iliyowasilishwa kwao na mkurugenzi mkuu wa Shirika la Nyumba la Taifa Nehemia Kiando Mchichu. Kwa niaba ya wenzangu wote tunaoshirikiana kuandaa kipindi hiki, karibu ujiunge nasi. Mimi naitwa Domina Roe Manyila. Hapa ni ndani ya ukumbi wa Pius Msekwa katika viunga vya bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania. Katika ukumbi huu wabunge wa bunge hili ambao wanakwenda kupewa semina kuhusiana na mpango mkakati wa Shirika la Nyumba la Taifa katika utekelezaji wa majukumu yake mbalimbali. Tutakwenda kuwasikiliza nini ambacho anakizungumza mara baada ya kupewa semina hiyo na mkurugenzi mkuu wa Shirika la Nyumba la Taifa, ndugu Nehemia Mchechu. Lakini ikumbukwe kwamba semina hii inakuja baada ya Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi kuona ipo haja na umuhimu wa kuwapa semina wa hawa kuhusiana na mpango wa Shirika la Nyumba la Taifa katika utekelezaji wa majukumu yake na ukafika wakati sasa wa mkurugenzi mkuu wa Shirika la Nyumba la Taifa Nehemia Kiando Mchechu kutoa semina kwa wabunge ambao wamefika katika ukumbi huu kusikiliza yale ambayo Shirika la Nyumba la Taifa imejiwekea mikakati katika kuhakikisha inatimiza malengo yake ambayo imejiwekea, na nini hasa mtazamo wa shirika katika kutekeleza majukumu yake. Mojawapo ya responsibility yetu ni kujenga nyumba na majengo mengine kwa ajili ya kuuza na kujiendesha kibiashara, lakini pia kutoa huduma mbalimbali mbali, hata zikiwa nyumba za kupangisha na vitu kama hivyo. Vitu ambavyo sasa hivi tunaenda kujikita navyo na ni top priority yetu ni vitu vitano. Cha kwanza ni kuona jinsi gani tunaweza tukatumia uh, real estate portfolio ili kusonga mbele uh, katika kusukuma uchumi. Tukiwa kama ni uh, property managers lakini tukiwa kama ni real estate developers lakini focus kubwa ni kufanya real estate development. Ya pili ni kupromote home ownership kwa kutumia uh, sheria ambazo zilipitishwa na Bunge ya mwaka elfu mbili na nane kwa sababu sheria ile itakuwa na maslahi tu kama tunaweza tukajenga nyumba nyingi za kuuza. Kama tujenge nyumba za kuuza, maana yake sheria ile inakuwa ni sheria iliyolala, lakini pia kuna uchumi mkubwa ambao pia unakuwa umelala. Sehemu ya tatu ambayo tuna kazi kubwa sana ni kuhakikisha kwamba tunajenga nyumba za affordable housing. E, moja ni kwa ajili ya kundi la e, low income group e, kwa nchi nzima, lakini nafikiri changamoto tulionayo sio tu low income group inatakiwa tuangalie kwamba makundi yote hata wamindo na haya lakini nyumba zao tunazowajengea lazima ziwe ni affordable. Kiasi kwamba mtu anaponunua nyumba ya National Housing aione ikiwa na bei nzuri eh, ambayo ni affordable kuliko angenua kwa mtu binafsi ya yani, nne ni kuteka advantage ya balance sheet yetu kuhakikisha kwamba inatusaidia kujiendesha commercially kibiashara, ili tuweze kutumia mapato hayo kutatua matatizo ya nyumba. Sasa hapa ni pamoja na kuangalia ni wapi nyumba zetu tunaweza tukabomoa na tukajenga nyumba nzuri ambazo zikauzwa eh, au zikapangishwa na watu wengine, lakini wapi ambapo tunaweza tukatumia rasilimali hizo, hizo hizo hata kwenda kukopea pesa kwa ajili ya kujenga nyumba zingine. Na sehemu ya tano ni swala zima la kuingia ubia na private sector kama ambavyo pia Mheshimiwa Rais amekuwa akiizungumza na ameitolea maagizo, na sisi tumeshaanza kuifanya kazi, tuko kwenye sehemu kubwa kabisa ya kuikamilisha katika vikao vya ndani ndani ya management na bodi vimeshafanyika. Nafikiri wiki hii tutakuwa tunakamilisha e final structure tukiwa hapa hapa Dodoma, ili sasa tuende e, kwenye public na kuambia watanzania ambao wangependa wawekeze kuingia ubia pamoja na national housing kwamba wanaweza wakaingia jobia. Tumetumia muda mwingi sana kutengeneza sera hii kwa sababu tunaamini kwamba pia taasisi nyingi za serikali zitahitaji kuitumia hiyo hiyo, ili kuangalia namna gani wanaweza kusonga mbele, lakini niseme tu kwa ufupi kwamba tulitengeneza mpango wa miaka kumi, kwa sababu tunatambua kwamba National Housing ni chombo cha serikali na ni chombo ambacho kinatakiwa kijiendeshe kibiashara, lakini pia ni, ni police institution ya pili. Kwamba tulienda miaka kumi kwa sababu nature ya real estate. E, biashara yake hata kwenye ujenzi unakuta wakati mwingine ujenzi unachukua zaidi ya miaka mitano. Unapoweka mikakati ya miaka mitano mitano maana yake unakuwa unajilimit, lakini pili hata zile investment tunazofanya kama ni rento, unajikuta kwamba e, ili uje urudishe mtaji wako unaweza ukachukua miaka yaani, fokasi yako inakuwa ni miaka 15 mpaka miaka sabini. Kwa maana kwamba unajenga nyumba ukitegemea kwamba itadumu kwa miaka sabini na zaidi, lakini walau miaka kumi mpaka 15 uweze kurudisha kodi yako, na kama unauza, wakati mwingine unakuta uuzaji wenyewe umechukua miaka miwili mpaka mitano. Kuna kipindi unaweza kuuza kwa muda mfupi sana, lakini unaweza kaje kutumeuza kwa muda mrefu zaidi, mpaka ukaenda kupangisha, alafu baadaye ndo ukaja ukaziuza kwa hiyo ndio sababu ya kuwa na mipango ya muda mrefu sana. Taenda kusema vitu vitatu. Cha kwanza ni vision tulionayo kama shirika, tunatamani tuwe ni shirika uh, tuwe ni shirika linaloongoza katika usimamizi na ujenzi wa nyumba Afrika. Sasa kwa nini tumesema Afrika? Kwa sababu leo hii unapoitazama National Housing, kama kuna mashirika matano makubwa, basi National Housing nayo imo mashirika matano ya real estate. kama ni mashirika matatu kwenye Sub-Sahara, nafikiri bado tunaweza tukawemo, kwa sababu tuna thamani ya trilioni zaidi ya tano ambayo ni zaidi ya dola uh, bilioni mbili. Kwa hiyo tunafikiri kwamba kwa utajiri huo na kama tuna utajiri huo unatufanya tuwe katika nafasi ya juu in Africa, then hata excellence yetu inatakiwa iwe hivyo. Kama ulivyomsikiliza mkurugenzi mkuu Nehemia Mchechu, ikafika wakati sasa baadhi ya wabunge kutoa mchango wao kuhusiana na kile ambacho alikiwasilisha katika semina hii ya wabunge kelele nyingi za shirika la nyumba hapo nyuma ilikuwa ni ngumu sana sana kuzinunua na na na na na na na ile terms wakati mwingine ya affordable ilikuwa inakosa uhalisia wa soko lenyewe nyumba kwenye mtaani, mazingira hiyo inasababishwa kukosekana kwa housing policy. Ningetamani kwa pamoja kwamba kwamba kwamba shirika limejikita, nimeona katika mapinduzi chini 40 inajikita kwenye affordability, basi ziendane na ile soko halisi la, la nyumba housing policy. Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Mwenyekiti, itasaidia sana kwenye shirika na watu wengine wanaofanya real estate development ku identify maeneo na aina ya nyumba zinazotakiwa. Kwa sababu affordability ya Dar es Salaam haiwezi kuwa affordability ya mkoa wa Mara, haiwezi kuwa mkoa wa Singida, haiwezi kuwa sawa na ya Mtwara. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba unaweza kaijenga nyumba lakini ikatofautiana kulingana na marketing ya eneo yenyewe, location nyumba ilipo, eh, matio, availability ya matio yenyewe, eneo la Dar es Salaam inawezekana matio yanapatikana kwa wingi kuliko hapa mkoa wa Mara, lori ya kule. Kwa ningetamani sana housing policy ndio itawasaidia sana, sana shirika la nyumba kujipambanua na hiyo terms na ujenzi wa affordability halisi. Otherwise itajenga affordable lakini bado inawezekana kelele zikarudi zile zile kwamba tunakosa kufahamu sasa kwa nini hizi nyumba zinakuwa zina bei kubwa na kati zinaitwa affordability. Kwa hiyo hii ningetamani ningeshauri sana wizara housing policy kwa sababu ipo kwenu, kuikimbize ili hao wenzetu ambao sasa wameamua kuona namna ambayo wanaweza kuwasaidia wananchi wa chini waweze kunufaika watu kwa wingi. Na la pili ambayo ningetamani shauri ni kwenye rent kwenye nyumba za kupangisha na, na za kuuza. Eh, Mkurugenzi amezungumza kwamba 80% eh, ya soko ambalo ameona ni kwamba watu wengi wana opti kununua nyumba. Eh, nafikiri hii imejikita sana kwa maeneo ya mjini. Lakini kwa maeneo ya vijijini kiuhalisia, kijijini wangetamani sana kujengewa nyumba za kupanga kuliko kununua. Kwa hiyo katika hili ningetamani mawili. Moja, eh, shirika lirudi lione namna ya kwa, ya kutofautiana eh, hii nini wanasema? Huu utafiti waliofanya. Utafiti uliofanyika kwa Dar es Salaam yawezekana kwa Dar es Salaam watu wakatamani sana kununua nyumba kuliko kupangisha. Lakini tofauti na mikoa iliyoko pembezoni, ningetamani kama hii utafiti uh, huko ujikite pia kwenye mikoa ambayo yuko pembezoni, e, waone kule wanatamani nini. Mfano mimi level wilaani kutokana na mapato halmashauri kutokanawapatehalmashaurikijengea nyumba za kununua na uwezo wa kununua zile nyumba, lakini ukijenga nyumba za kupangisha watumishi wakuu wa idara watazipanga zile nyumba. Maana hata nyinyi kama shirika itarudi kwenye, kwenye na terms itofautiane kulingana na na mikoa na maeneo maeneousika Mkurugenzi ametuonesha hapa plani zake zote namna anavyokwenda, lakini katikati tuliona kama Dar es Salaam ambako ndio focus eh, palikuwa na tatizo la real estate market, real estate market. Yaani tulikuwa majengo mengi including majengo ya serikali majengo mengine yalibaki yako wazi. Sasa kwa nini wasingehamisha focus Dar es Salaam wakaja huku ambako tayari soko lipo, ingawa bado palikuwa na shida. Mimi nilikuwa mpangaji wa kwanza wa Maiderii mwaka 2015, tulihama kwa sababu ya bei ya ya pango. Yaani, mtu aliyenunua National Housing anakupangisha kwa bei rahisi kuliko National Housing mwenyewe ambaye hajauza. Kwa hiyo tulihama na wapangaji wengi walihama kwa sababu hiyo. Kwa hiyo wakati mna focus sehemu nyingine, pia mwangalie gharama zenu za ujenzi, zinasababisha mapango yenu yanakuwa na gharama kubwa sana kuliko mtu kwenda kupanga uraiani. Naam mtazamaji, tutaendelea na kipindi hiki. Kumbuka ni kipindi maalum kinakujia kutoka bungeni jijini Dodoma. Ni katika semina ambayo Shirika la Nyumba la Taifa inaelezea mipango na mikakati yake ambayo inakwenda kutekeleza ili kuweza basi kufanikisha shughuli zake mbalimbali inazozifanya mbali katika utekelezaji wa majukumu yake. Tupate mapumziko mafupi, tutakaporejea tutaendelea na kipindi hiki. Ni siku nyingine tena ya kukufanya uone maisha mapya ndani ya jiji la zabibu na karanga, lenye mandhari nzuri ya kuvutia, linalokuwa kwa kasi kiuchumi, lenye miundo mbinu iliyopangiliwa vizuri. Hii ni Dodoma, ambapo unakutana na mradi mkubwa kabisa wa nyumba elfu moja unaojengwa na NHC. Awamu ya kwanza ya mradi unajumuisha ujenzi wa nyumba mia tatu na tatu katika eneo la Iumbu kwa ajili ya uuzaji pamoja na nyumba mia moja na moja katika eneo la Chamwino kwa ajili ya Shari. Ni ujenzi wa kipekee ukijumuisha nyumba zenye ukubwa wa mita za mraba 75, 100 na 120. Uwepo wa maduka, shule ya awali, viwanja vya michezo na maegesho ya magari unafanya mradi huu uwe wa kipekee jijini Dodoma. Hii haijapata kutokea. NHC kwa kushirikiana na Azania Bank wanakuletea mkopo wa nyumba wenye riba nafuu wa asilimia 9. Ni rahisi. Shirika la Nyumba la Taifa NHC, linakupa uwezo wa kuwa na kwako jijini Dodoma. Kwa maelezo zaidi piga 0736 11 44 33 au tembelea tovuti yetu ya www.nhc.co.tz au fika katika ofisi za NHC zilizoko karibu nawe. NHC Tunajenga taifa letu. Naam mtazamaji, na sasa tunazungumza na waziri mwenye dhamana katika sekta ya nyumba, Mheshimiwa Dr. Angeline Mabula, aweze kutueleza nini hasa lengo la wizara yake kulialika Shirika la Nyumba la Taifa ili kuweza kutoa semina hii kwa wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ya, asante kwanza. Ni mshukuru Mungu kwa fursa ambayo leo tumeipata kuweza kuongea na wabunge na hasa ni katika kupata uelewa wa Shirika la Nyumba na kazi linavyofanya kwa sasa Nadhani wote wanatambua ya kwamba hapa katikati kumekuwa na mpito hasa kwenye muundo wa shirika, lakini pia na uongozi ndani ya shirika. Lakini vile vile kulikuwa na mapitio ya, ya ile strategic plan ya, ya shirika, lakini kabla ya hapo pia kulikuwa na changamoto kubwa ya miradi ambayo ilikuwepo na ilikuwa imesimama kwa muda mrefu kwa hiyo kila mmoja alikuwa akijiuliza hii miradi inakushalini? Baada ya mabadiliko ya uongozi, kuna kipi kipi ambacho kimekuja? Wakataka kujua sasa nini mwelekeo wa shirika katika hali halisi ya kuona maendeleo yake. Kwa hiyo tulichofanya sisi ni kuwaita shirika la nyumba ili waweze kuja kuwapitisha, kuwapa uelewa waheshimiwa wabunge, na kwa sehemu kubwa wanataka tu kuona kwa sababu ni shirika kiongozi katika uendelezaji milki lina mpango gani katika kuona miji yetu inakuwa, miji yetu inakuwa katika hali ya mazingira ambayo ni mazuri, kwa maana ya kuwa na majengo mazuri, kwa maana ya kuweza kukuza uchumi wa, wa, wa Tanzania wa kawaida. Kwa hilo nalo lilikuwa ni moja ya maswali yaliyokuwepo. Kwa hiyo kwa ujio wao hapa kama shirika kuweza kuzungumza, wameweza kuwapitisha wabunge katika hali halisi ya shirika kuanzia mwanzo huko ilikokuwa, lakini pia na malengo ya shirika kama jinsi yalivyo na mwelekeo sasa, kwamba wanaelekea wapi katika swala zima la kuendeleza miliki kwa hapa nchini. Kwa hiyo ni kitu ambacho kimekuwa na tija kubwa na kimekuwa na uelewa mkubwa kwa, kwa wabunge. Mheshimiwa Waziri, kati ya maswali mengi yaliyoulizwa na baadhi ya wabunge, mojawapo lilikuwa ni swali kuhusiana na sera ya nyumba. Wizara inasema nini kuhusiana na hili? Ya uzuri, sela ya nyumba iko kwenye mchakato na karibu itatoka. Na katika pia kufanikisha hayo, tumeenda sambamba na kuanzisha idara ya uendelezaji miliki, kwa maana ya idara ya real estate, ambayo sasa itakuwa na idara kamili ambayo kuna mkurugenzi anayosimamia. Kwa hiyo tulitaka kuoanisha vitu kama hivyo vyote viwili, kwa sababu mara kwanza tulikuwa na swala la mkurugenzi wa makazi na nyumba, lakini ukiangalia swala zima la uendelezaji miliki ni kama lilikuwa haliguswi sana. Kwa hiyo tukaona ule umuhimu kwamba lazima tunapokwenda kukamilisha sera ya nyumba tunapokwenda kukamilisha pia ile sheria yenyewe ya real estate awalao kuwe na idara halisi kamili inayosimamia inayosi na hilo tumefanikiwa, katika muundo wa wizara tayari ile imeanzishwa, na mkurugenzi yupo. Kwa kazi ya mkurugenzi atakayoifanya sasa hivi ni kuhakikisha kwamba kile kilichopangwa katika swala zima la uendelezaji miliki kinasimamiwa, lakini pia sheria na taratibu zinafuatwa, kwa sababu kumekuwa na waendelezaji miliki wengi, lakini wengi wao hawafati taratibu. Wengine pia hawafati ile mipango ya mamlaka za upangaji katika maeneo yao. Unakuta wanajijengea tu kadi anavyoona mtu, anaamua kupima viwanja anajenga, lakini mwingine unakuta anatoza tozo ambayo pengine si rafiki sana na jamii yetu, kwa tukaona ni vizuri pawepo na sheria, pawepo pengine na sera ambayo itasimamia sekta nzima hiyo ya uh, real estate. Kwa hiyo hicho nacho kwetu ni, ni kama mafanikio ambayo tunaona utekelezaji wake utakwenda kubadilisha kabisa sura ya uendelezaji miji yetu katika nchi yetu. Ni waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, Mheshimiwa Dkt Angelin Mabula, ambaye tumezungumza naye kuhusiana swala zima la wao wizara kuialika Shirika la Nyumba la Taifa katika kutoa semina kwa wabunge kuhusiana na, na masuala mbalimbali likiwemo mpango mkakati na mikakati yake mbalimbali iliyonayo katika kuhakikisha basi inafikia malengo ya shirika, lakini pia malengo ya taifa kwa ujumla. Na mtazamaji, baada basi ya kupata semina katika ukumbi huu wa Pius Msekwa hapa bungeni jijini Dodoma, tunapata nafasi sasa ya kuzungumza na baadhi ya wabunge waelezee kile ambacho wamekipata kufuatia na semina ambayo wameisikiliza na nini ambacho wanakitazama kuhusu Shirika la Nyumba la Taifa kutokana na kile kilichoelezwa na mkurugenzi mkuu Nehemia Mchechu. E, nashukuru sana kwa majina. Anaitwa Emmanuel Shangai, ni mbunge wa jimbo la Ngorongoro. kiuhalisia wasilisho lililofanyika na mkurugenzi wa nyumba la taifa bwana Nehemia Mchechu ni wasilisho mzuri sana. Wana mikakati mizuri kama shirika kwa ajili ya kuboresha huduma zao za ujenzi wa nyumba Tanzania nzima lakini kiuhalisia, kwa sasa hivi ni lazima tuendane na uhitaji wa wale watumiaji wa nyumba hizo, kwa sababu wananchi wa Tanzania tunajua kwamba kuna watu wenye kipato cha chini na watu wenye kipato cha kati na cha juu pia kwa hiyo tunashukuru kwamba wameeleza kwamba wao sasa wataangalia mahitaji ya watu wote, na hiyo imeonyeshwa kwa sababu kuna maeneo mengi Tanzania kama Dar es Salaam, Dodoma, Arusha, ambako sasa wataenda kujenga nyumba kulingana na mahitaji ya wananchi. Pia nimefurahishwa kwamba wanasema wanaenda kupitia sera ya nyumba, sera ya shirika pia, ambayo sasa itaenda kuonyesha direction mpya Naam, mtazamaji, tunaendelea na mahojiano kwa baadhi ya wa wabunge ambao wameshiriki katika semina hapa bungeni jijini Dodoma, na sasa ni zamu ya muhandisi mama Stella Manyanya mm. Karibu. Asante sana. baada ya kusikiliza semina hii, una lipi la kusema kuhusu shirika la nyumba la taifa, mipango na mikakati ambayo imejiwekea? Asante sana. Kwanza tumefurahi sana kupata semina hii kwa sababu imetupa uelewa mpana sana juu ya shirika letu la nyumba linavyoendelea na mikakati mbalimbali mbali, tena mikubwa sana iliyojiwekea. Kama tunavyofahamu kwamba kulikuwa na miradi ambayo ilikuwa imeanza kwa kasi sana huko siku za nyuma, lakini ikawa kidogo imesimama, na sasa hivi sasa inaanza kurudi tena, kama ambavyo Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan alisema kwamba ameridhia muweze kukopa na kuendeleza majengo hayo. Lakini pia tumeona uh, mipango mikubwa sana ya kutengeneza miji mingine mipya ya kisasa ambayo itawezesha kutoa fursa ya kupata majengo mengi ya kwa ajili ya kupangisha lakini pia hata kuuza. Lakini pia tumeweza kuona kwamba hitaji la nyumba bado ni kubwa katika nchi yetu na kwa kweli kuna baadhi ya maeneo kama mimi ambaye natoka wilaya ya Nyasa kule mkoa wa Ruvuma tunaona kwamba kwa wale ambao wanabahatika ni fursa kubwa sana ya kuchochea mabadiliko na maendeleo ya maeneo yao. Kwa hiyo, na mimi binafsi ningezidi kuomba sana, kwa sababu wilaya ya Nyasa eh, na na Namtumbo ni wilaya ambazo ziko kimkakati sana kwa upande wetu sisi katika masuala ya kiutalii, na hivi sasa mama ameshafungua swala hili la utalii kupitia Royal Tour. Tunategemea kwamba watalii wengi watapenda kuona maeneo mbalimbali ikiwemo maeneo ya sisi kule. Kwa hiyo tuombe sana, sisi kule tuna visiwa ambavyo pia vinaweza vikawa vimewekwa kimkakati kuweza kupata majengo mazuri ambayo watu wanaweza kwenda kupumzika, lakini vilevile kuwa katika ushirikiano na halmashauri yetu. Lakini pia tunazo nyumba chache kiasi kwamba watumishi wanaokuwa kwa wanapeleka kule unakuta saa nyingine wanapata shida sana za nyumba za kuishi. Kwa mimi nasema tu kwamba uh, katika kuliwezesha shirika hili tuendelee kuwa nalo pamoja, kwa sababu ni shirika ambalo lina historia katika nchi yetu. Miji mingi mikubwa mizuri iliyoanza nchini ilianza kwa nyumba za shirika hili la nyumba. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba pale ilipo shirika la nyumba ndipo panapoanza kuwa na mabadiliko ya maendeleo ya kiujenzi, lakini pia hata kupata ile taswira nzuri ya ujenzi unaoendana na uh, hali halisi ya wakati. Mimi niseme tu kwamba nawapongeza sana shirika la nyumba eh, pamoja na mkurugenzi wao mtendaji Bwana Mchechu, lakini pia nampongeza sana Mheshimiwa waziri wa wizara hii ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi kwa kazi kubwa inayofanyika na, tunasema tuko na nyinyi. Tumeambiwa kuna changamoto mbalimbali mbali, zipo kidogo lakini, basi hiyo sera tunaisubiri ipite, ili watu wote tuweze kujua kwamba sasa tunaenda vipi katika mikakati hiyo, na isiwe tu mikakati ya nyumba za National Housing lakini pia hata mikakati ya ujenzi wa nyumba mbalimbali kwa ujumla wake, Tanzania tunataka kwenda kisasa, lakini nyinyi ndio viongozi wa kutupeleka kisasa. Ni Mhandisi Stella Manyanya ambaye tumezungumza naye hapa, na sasa napata nafasi ya kuzungumza na mheshimiwa mbunge mwingine ambaye atajitambulisha jina lake, anaitwa nani na anatokea jimbo lipi, na kipi hasa ambacho atatueleza baada ya semina ambayo imetolewa na mkurugenzi mkuu wa Shirika la Nyumba la Taifa, Mina. Naitwa Vita Rashid Kawawa mbunge wa Jimbo la Namtumbo. Na kwanza kabisa, nalipongeza serikali imeweka management mpya kwa maana ya wizara, lakini pia National Housing. Na wote tunafahamu kwamba maisha ni nyumba, na National Housing imekuwa ikitekeleza falsafa hii toka huko nyuma ya maisha ni nyumba, kwa kujenga hizi nyumba mbalimbali, mradi wa kule Kawe 711 mradi wa Morocco Square na miradi hii ilikwenda, ilisimama hapo katikati, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kumrejesha tena mkurugenzi huyu aliyekuwepo zamani aliyoanzisha miradi hii, tunaamini kazi itaendelea na tunaamini wazo lile la pale kwanza, ile architectural design ya pale ni nzuri sana na ile imetoka na naamini kabisa iko kama ni ile ya Singapore. Na mawazo ya, ya, ya shirika, kwa maana vision ya shirika yanakwenda kutokana na pia na management inaona nini utekelezaji wa ile vision. Kwa hiyo kwa kuwa na kwa urejeshwa kwa e, e, mene, e, CEO Mchechu kuendelea kusimamia shirika, tunaamini mradi wa Kawe ukikamilika utakuwa ni mradi mzuri utakaonufaisha kama ulivyotueleza kwamba kutakuwa na ma-shopping center pale shopping mall, kutakuwa na watu wanaishi, kutakuwa na sehemu za ofisi. Mradi, tunauombea uweze kukamilika na hiyo ndio ilikuwa vision njema ya kwa hiyo mradi nyuma na sisi tulikuwa tunaumia sana mradi ule ulipokuwa umesimama. Mimi nilipata bahati ya kufika Singapore nikaona miradi Singapore ina square ya kilomita 657 na labda sasa hivi huyo muongezeka kwa sababu wao huwa wanaiongeza ba, ku, kuingia baharini, lakini mara mwisho nimekwenda ina kilomita za mraba 657 na wao wamejenga magorofa, magorofa na miji yao iko wazi, kwa maana iko macho 20, 20 hours. Kwa hiyo mawazo ya National Housing na vision yao ya sasa hivi kufanya kawe kuwa mji ambao wa kisasa utakokuwa wazi au hai kwa muda wa masaa ishirini. Mimi nawapongeza sana, tunawaomba tuwape ushirikiano, lakini tunaomba pia management impe ushirikiano CEO CEO mpya aweze kufanya kazi yake vizuri, vision yake aweze kui, vision ya National Housing aweze kuisimamia vizuri. Na kama nilivyosema awali, unaweza kuwa na vision ya shirika lakini management ikawa inashindwa kushirikiana basi revision nayo ikafu. Kwa hiyo tunawaomba sana wampe ushirikiano watu wa National Housing ni mheshimiwa Vita Kawawa mbunge wa jimbo la Namtumbo, ambaye amehitimisha maoni ya wajumbe mbalimbali ambao tumepata kuzungumza nao katika kipindi hiki cha Maisha ni Nyumba. Na kufikia hapa, mpendwa mtazamaji, ndio tumefika tamati kipindi chetu cha Maisha ni Nyumba kinachoandaliwa na Shirika la Nyumba la Taifa, na kama ambavyo mwashuhudia baadhi ya wabunge mbalimbali wakitoa wa maoni yao kufuatia semina iliyowasilishwa kwao na mkurugenzi mkuu wa Shirika la Nyumba la Taifa, ndugu Nehemia Mchechu mipango na mikakati iliyo nayo shirika katika utekelezaji wa majukumu yake mbalimbali. La ziada hatuna, ni washukuru wabunge ambao wameshiriki katika kutoa maoni yao, lakini nikushukuru, kushukuru pia wewe mtazamaji wetu ambaye umekuwa pamoja nasi. Panapo majalo, tukutane juma lijalo. Mimi naitwa Domina Roy Manyela.